Hey, nimeona asubuhi Twitter, TikTok, Facebook, maradio inawaka moto ati <laughs> sijui sijui Wakenya walifanya nini huko Tanzania. Kwanza ningekuwa mimi, ningewaweka viboko. Hii kimbelembele yetu ya hapa Kenya msipeleke nchi ingine hapa. Kwanza Tanzania ni mzuri sana, naenda hapo West Africa. Hata wewe usiongelee siasa, uuliza ati hii si siasa hapa inakaaje? Hii freedom tuko naye ni mingi. Tunaweza kutusi, kila mtu unaongea bila unataka. Hii kimbele mbele yetu hii msipelee kwa hii nyingine. My Kwanza ningekuwa Mama Suluhu. Ningeweka hawa kuboko mbili mbili. Siku mbili. Kama hata hawa ndio warudi nyumbani wakiwa na heshima. Hii kimbele mbele yetu ya Kenya na freedom na demokrasia tuko naye. Fanyeni tu hapa hapa kwingine, hapa nje. So hii kelele yote oh, watu mnapiga kwanza, watu marafiki yetu. Ingekuwa tu hawatujui, hiyo ujuaji sasa. Mnajifanya tu mtaka kwenda kufanya kesi Tanzania. Eh, si umemaliza kesi kwa hapa? Hii makoti yetu hapa tumsaidie. Eh, watu wenye wajiwezo wamezama huko kwa mapiso Mzama huko kuna mtu anafanyia tesi huko kotini, hapa Suwa mjitolewa mfanyia free. Hii kimbelembele hii muwate pa gani? Na mwako I wish mdo, mnajua demokrasia yetu mena. Yani, uko na demokrasia, huko na freedom ya kila kitu. Lakini musipileke kwa njia wenyewe. Hii ujuaji wetu hii, hii ujuaji wetu ya Kenya hii, hii iishie tu hapa Kenya. Kama nigewa Mama Suluhu, lakini Mama Suluhu Chonja kabisa waikuja next time make sure wamekula mwarago wajue ujuaji ya Kenya wesipeleka kwa inji ingine, ungeweka a viboko awa isa.